Hiyo ndio ilikuwa ishara, labda hapo ndipo alipokuwa nawabadilisha na kuwapa na mamlaka na uwezo, kwamba hii sasa ndio ambayo itakuwa ni kazi ya anawatuma waweze. Ibada ya leo pia ni baada ya kukumbusha yale ambayo Kristo aliwaambia wana hakuwaosha miguu kama hawapendi. Aliwapenda, ndiyo sababu akawaosha miguu. Aliwapenda, ndiyo sababu akawateua. Aliwapenda, ndiyo sababu aliwaita wafanye kazi hiyo yake. Upendo wake ulikuwa ni upendo ambao hauna mipaka, hata yule ambaye alikuwa na msaliti, yule Iskarioti Kristo alijua Yuda Iskariote ambaye alikuwa mezani pamoja naye atamsaliti. Aliyejua kabisa, labda kama ni mimi ama wewe, unajua huyu aliye karibu na mimi atakisaliti, labda hata utaongea yeye ama labda wewe utajaribu kumaliza huyu mm, atakumaliza lakini, aliendelea kumwonesha upendo kwa, na ndiyo tunaambiwa Yuda hata baada ya kumsaliti Kristo na kupewa yale mapeni aliyopewa, hapi ya kuraia, mwishowe tunaambiwa alifanya nini alikinyuma, kwa sababu aliangalia vile ambavyo alimsaliti mtu aliyekuwa anampenda zaidi yeye na -e nakaona, basi ana sababu yoyote hata yeye kuishi na nasikiri kama hata angeweza kuishi, kwa sababu kila mtu amemwangalia na kusema. Petro mwenyewe amemkana Kristo, lakini Kristo bado alimpenda Kristo mtabiti jukumu la kuongoza kundi lake na kuwa kiongozi. Upendo wa inadami upendo wake ulikuwa ni upendo ambao una msamaha, upendo ambao una msamaha. Hakuwahesabia bila bambo aliopabada usiwahesabie makosa yao, ulikuwa ndio upendo wake upendo wa mtu ambaye anajinyima umungu vile ambavyo tunasoma kwa Filipi, akajifanya kama sisi, akajinyenyekeza akawa kama sisi. Huo ni upendo, ni upendo ambao unadumia, na pia anawaambia wanafunzi wake, na nyinyi wapendane, upendane jinsi ambavyo mimi nimewapenda nini? Kipindi hii cha uh, Kwaresma ambacho tumekuwepo na baadaye leo tunaimaliza labda kwa njia rasmi, ni kipindi ambacho kini- tulete sisi kuweza kuwazia maisha ya Kristo na yale ambayo yamemwelekeza hata yeye awezi kufa. Ndiyo Kanisa inasema. Siku hizi nne ni za muhimu sana, na hauwezi kusherekea tu leo Alhamisi Kuu alafu ukakosa kusherekea Ijumaa na usherekee Jumamosi. Lazima zote ziandamane, ili uweze kuelewa umuhimu wa sherehe hizi. Hii ni kama ile dosi ambayo najua, ile dosi unaambiwa ukiruka siku moja imeharibika yote. Dosi ambayo tunaipokea leo lazima <laughs> mpelea kesho kesho kutwa, mpaka nini? Mpaka huko. Wewe usiwe tu mtu wa ufukuko na utaki kupitia machungu, utaki kupitia yale makara. Leo tunaianza siku hiyo, yeah. Na ndiyo sababu kanisa inatuelekeza pia katika njia ya kusani. Yesu kabla kufa ameenda Getsemane kuomba amejua yale anayompata, na ameenda kuomba ili Baba Mungu ampe nguvu za kuweza kukabiliana na mambo haya. Na alisisitiza mara nyingi muhimu wa sala, na wakati ambapo mambo alienda na wanafunzi wake Petro, Yohane na yeye ameenda kusali, aliporudi amepata wanalala Leo hii baada ya kumaliza ibada hii tutaondoa ekaristia takatifu kwenye kanisa hili, tuliweke katika kanisa la kando, ili kuwapa watu nafasi ya kuweza kumwabudu, ya kuweza kukaa pamoja na Kristu jinsi alivyosema, wakati ambapo rafiki yako ndio asifanye jambo lolote ambalo litakuangamiza Kristo, eh? Leo anasema yeye anaenda sasa, tukae ye, na yeye amalaisa, ili tukaweza kupata nguvu katika neema hizo za sala. Yeye alipata neema, akaweza kudumilia mpaka kufa, akaweza kupata nguvu za kubeba msalaba akaweza kupata neema ya kuendelea kuwapenda hata wale waliomsaliti na waliomchoma mkuki na waliosema asulubishwe, asulubishwe. Kwa hivyo tumwombe Mungu leo hii, tunapoanza safari hii, siku hizi nne ambazo kilele chake kitakuwa visherehe za kita, Pasaka, ushindi, ufufuko wake ile nitiini ambacho tumejiweka sisi katika hali iliyo ya sana. Kristo amekwisha tawaga nemu, amekwisha kuonesha yeye ni mtumishi wetu, yeye si bwana, yeye ni mtumishi kweli, kwa sababu amekubali kufa. Kama hakuwa mtumishi hangeweza kufa katika ile nchi ya wa, wafero ilisemekana kwamba fero akifa alikuwa anazikwa na watumishi na wake wote. Maana kama ungekufa fero ameenda, hata wewe unafanya nini? Hata wewe unaenda. Lakini <coughs> Kristo hataki hiyo. Yeye amekubali, atakufa kwa ajili yako, atakufa kwa ajili yako. Ako tayari kubeba mzigo wa dhambi zako, ako tayari kubeba mzigo wa dhambi zako. Huo ndio utumishi mkubwa. Hiyo ndio sadaka kubwa, na kuna sadaka nyingine kama hiyo ya mtu kukubali kuchukua nafasi ya nafasi ya adhabu nafasi ya kifo kwa ajili ya Yesu. Sisi o tunaposherehekea ibada hii ya Ekaristia takatifu, basi iwe ni ishara yetu ya kushukuru Mungu kwa wema wake na zawadi kubwa ambaye Kristo anawachia kanisa lake na amewachia kanisa lake Ekaristia takatifu na amewachia Ekaristia takatifu ambalo ameiweka katika hali ya mlo. Christ has given us the institution of the Eucharist in the context of a meal. Chakula ichano eu sana. Ukitaka kuongea na mtu kwanza, unampa chakula ndio baadaye unafanya nini? Unaongea, kwa sababu inabadilisha. Kristu amejitoa sadaka, chakula cha uzima wa milele. Bila chakula cha kawaida hatuwezi kuishi. Vivo vivo, bila chakula hiki ambacho Kristu ametupa pia hatutakuwa na uzima. Maisha yetu ya kiroho yatakuwa hafifu, tutadhoofika katika safari ya maisha ya imani. Hivi tunahitaji chakula hiki, sio leo tu, tunakihitaji kila siku, ili tutupe nguvu. Kristu ndiye chakula hicho, Kristu ndiye zawadi kubwa hiyo ambayo ametupa sisi katika kanisa lake. Na kuna mahala pengine